Taarifa ambayo ilitangulia kuelezwa na eh, katibu wetu wa mambo ya nje eh, Dr Nasra kuhusiana na jambo hili eh, na pia taarifa ya kiongozi wa chama. Na kabla ya hapo naamini kwamba mliona mlipitia taarifa iliyotolewa na chama chetu kuhusiana na hili eh, kwa nini tumeamua kuitisha tena kuwaita, eh, kuzungumza na nyinyi katika hili ni kwa sababu pamoja na taarifa zote hizo ambazo zilitolewa nami nimeona pia taarifa ambazo wametoa wenzetu kutoka nchi mbalimbali. Nimeona uh, labda clip ya uh, rais mstaafu wa, wa, wa, wa Botswana uh, Ian Khama jinsi alivyo alivyoeleza tukio lenyewe lilivyotokea. Kaeleza kwa ufasaha kabisa na masikitiko yake na alivyofadhaishwa na jinsi ambavyo hakutegemea kwamba e, jambo la namna ile lingeweza kutokea kwa watu na katika nchi ya, ya Angola e, sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu e, watu mbalimbali mbali wameendelea kulipotosha jambo hili pamoja na taarifa hii kuwa wa, ya wazi na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi e, nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu au kulieleza ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi na hasa uh, mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti eh, bara wa Chama cha Mapinduzi bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu mkuu, naibu katibu wa habari na uenezi eh, wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa, eh, wa, wa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufata utaratibu hajui utaratibu wa kusafiri nje. Eh, sasa wao inawezekana mawazo yao katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanayoyazungumza, mtu anaweza kutokana na eh, nafasi walizonazo kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali na mwingine anaweza akaona kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli zilizopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana nasema ni vizuri kuliweka rekode sawa sawa, ili watanzania wafahamu eh, eh, watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi.